Kwa nini Matulanga alibuka kwenye chupa? Wewe ni mwanamke mwenzangu, lazima nikuambia ukweli. Matulanga sio mtu mzuri. Aliniua mimi pamoja na mwanangu ili apate mali, kisha kanifazi kwenye chupa baada ya kuniona na kusumbua. Pole sana, sasa unataka mimi nikusaidie nini? Nii nahitaji nisaidie kwa kisasa, nilimsikia mganga kwa masikio yangu akimwambia kuwa hakuna kiumbe chochote kinachoweza kumzuru chini ya jua, maana ana kinga imara. Sasa tunaweza kulifanyaje? Ilo, inabidi Maturanga avunje masharti, hapo ndipo tunaweza kutimiza jambo letu. Ni masharti gani hayo? Inatakiwa uingiliane naye kimwili, hapo ndipo tunaweza kufanikisha jambo letu. Nishajaribu kufanya hivyo mara kadha wa kadha lakini aliweka msimamo na migoma. Sasa nitawezaje kufanya hivyo nao minembe, niishi katika hali ya upofu macumaka? Alikuwa hivyo, najua nisembeni, ukimshika anakuwa mzaifu kuelekea tendo samani. Kwa ukatili aliokopo nao mi naogopa. Unaonaje kazi tukampa mtu mwingine? Mi siwezi Unawezaje kumwogopa mtu aliyehusika kumuua baba yako? Unamaanisha nini? Ujasiri ili tulipize kisasi katika hili. Now tell you make it beat it umekii

Shemejihziha, habari yako? Salam. Kwema kwema. Karibu. Asante. Mimi nilitoka kwa kusio kwema, kwa sababu mjomba wako amegongwa tena na nyoka mwenye sumu kali sana na hivi sasa ninavyozungumza na wewe, nimempelea kwa mke wake. Mimi nilichokifanya kwa sababu kama mjomba, huduma ya kwanza tu. Sasa sababu nilitamsha kama mjomba, nilitoa huduma ya kwanza. Bwana ni yule ana mindevu hivi bale mchenja chenja mwanangu, kwa ajili ya, ya kinga. Umemsahau? Unamaanisha ni mkango? Ndio huyo huyo, ana mandevu hivi, kwani mkango. Hebu achotani wako bwana mana huju kama mjomba wake wanamke zaisha sasa. Ndo huyo tusichelewe, twende tukamsaidie, kwa sababu mke wake hata shingu kumi ana me mwenye apechi yalolo. Twende twende. Sawa. Vipi mwanangu, anaendeleaje? Ipo salama, amelala. Mwache kwa sababu ni hata nikisema nimwamshe hapa ni nimsalimie, hata ameambia anue pipi sina mama yake Melodi. Yaani kuhusu huyo mi hata simuelewi, hana siku ya nne, kila nikimpigia simu zangu apokee. Sasa sijui kanitelekezea uyu mtoto au vipi? shua na shida gani? Atulii ata kuja kumbemenda huyu mtoto. Sawa, twende basi, we tangulia, mi kwake na pajua mtoto akiamka, mi ntakuja apo. Sasa ngoja nikwambie, we tangulia, mi ngoja kwanza nimsubuli mtoto akiamka, mi nitakuja. Zaisha, hakikisha unakuja. Yule ni mjomba wenu nyinyi ujue. Umeelewa? Nanya, mpenzi wangu ni mzuri sana yaani, una usifrani vya chocolate. Yaani, mwanamke yoyote akikuona barabarani ni lazima tu akutamani mpenzi wangu, yaani ni mzuri sana. <laughs> Yeah. Ah, asante. Nimefurahi sana yeah, kusikia hivyo nakupenda, yaani baby, sikufichi natamani hata Mwenyezi Mungu angeumba katika moyo hapa akaeka kizipu frani hivi kwa ajili ya kuangalia, yani ukitaka kuangalia na kupenda asilimia ngapi, unafungua alafu unaangalia, ndio utakapogundua mimi nakupenda asilimia ngapi. Natamani sana, ah. kweli yeah, Sonia, maneno yako yameenda kuweka ramwa chanya katika moyo wangu, na umejiongezea daraja lingine la mapenzi katika safari ya upendo wetu. Nakupenda sana kuna kitu naomba unisaidie. Ni kitu gani hicho? Okay. Nataka ni kurekodi video ukiwa unazungumza kwamba mimi Fahadi Chief nikiwa na akili zangu timamu nimemkabidhi mke wangu mali zote kuanzia nyumba, mashamba, maduka mpaka na magari na vingine ambavyo sivijui. Are you ready? Ah, Sonia. Video za nini tena? Mimi sioni haja ya kuanza kurekodiana video kati yangu mimi na wewe kwa sababu wewe ni mpenzi wangu na chochote kinachohusu mimi ni cha kwako pia. Sasa tukianza kurekodiana mavideo, tafsiri yake uniamini, au mimi sikuamini wewe? Hapana. Tusifikie huko mke wangu. Babe. Lvy yes, kwanini unakatani kurekodi video? Unataka kuona machozi yangu yakitoka? Tusifikia huko. Emu, nitazame Sonia, macho yako mazuri, misiri ya gorori, midomo yako, uso wako wapole liojawa na busara na hekima, unalifanya nisio na ujasiri wa kukatalia jambo lolote. Unafanya nizidi kuwa mzaifu kwako kwa, kwa sababu umenishika kunako na kupenda mno, kwa fupi tu ni kwamba umekubali kufanya ninachotaka. Kamera. Naenda kwenye yes, yes. Okay. Lakini kamera, si vizuri nikajiandaa na mpangilio mzuri wa kuzungumza. No baby, sio vitu vingi, ni vitu vichache tu na vinaonekana. Okay. Stand by baby. Action. Mimi Fahadi Chief nikiwa na akili zangu timamo nasema kuwa nimemkabidhi Sonia mali zangu ambazo, baby. Yes, sio mali zako mali zote zote. Sawa, na rekodi tena. Mimi Fahad Chief nimemkabidhi Sunia mali zangu zote, nazungumza hivi nikiwa na akili zangu tibabu. Ikatokea hakuna changamoto yoyote, migogoro au tulizo lolote litokea, ambalo tunafanya mimi na yeye tukatengana, asisumbuliwe. Kizimari ni za kwake, mke wangu mke wangu, mke wangu nampenda sana baby, I'm so happy. Unawezaje kumuogopa mtu aliyehusika kumuua baba yake? Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi?

Yani umwaka nisiponenepa vile. Sidhani kama nitakuja kunenepa miaka ijayo. Kwa nini nikufikaje? Kwa nini msitatieni unanipikia jamani? nitashinda kunenepa. Yaani kunakoelekea nitakuwa mara mbili yako. Mimi nafanya hivi kwa sababu mke wangu nakupenda. Unajua mwanamke sio mfanya kazi ndani eh? Wana mwanamke sio, mwanamke ni pambo, kwa hiyo project korokaka kama hivyo. Unapita pita na nisikia raha. Alafu, sifikiri kuweka wafanyakazi kwa sababu inawezekana akatia dosari kwenye ndoa yetu. Wa kike akaja kutia dosari, wa kiume akatia dosari. Sasa o, hayo, kwa kuhofia hayo, hata shughuli zingine mwenyewe, ukimaliza nanasi ninazifanya mwenyewe shemeji, yes. Na soda zikuendelea tena, njaa tumboni, kuna sumu shemeji kumjumlisha na sumu ah, takufa. Na naiko chakula, takufa. Sikia utumbo unakoroga, najua namijari shemeji, lakini siwezi

kidogo tu, siwezi kuwa shemeji. Naomba mpige simu mdogo wangu chifu ambe kaka yake na kufa, lakini chifu aweze kukubali hata ah, kama aweze kukubali uempe taarifa, mbe kaka yako ana hali mbaya

Mangw, mimi ni Sabra. Sabra samani, kuna matatizo. Ni matatizo gani hayo? Kakako anaumwa chifu, amengetwa na nyoka na mguu nazidi kuoza. Na mtusaidie Unahitaji msaada wako sana natakikufa. Hello. Hello. Hivi we dada. Kwa nini unajua kuachika? Kwa nini we kinganganizi? We mbona unapenda kusumbua atu, watu, upendi watu wawe na furaha, ama matatizo yako sisi yanatuhusu nini? Kwa hiyo kama kangato na nyoka, sisi ndio tujue kumtoa hiyo sumu ama? Kama kangato na nyoka, mchukue mpeleke hospitali. Nadhani umeelewa. Alafu kingine, naomba iwe mwanzo na mwisho kumpigia mwanamume wangu simu. Nadhani umeelewa. Ukiendelea, okay, nitakuonesha upande wangu wa pili. Nadhani umenisahau. Halo. Halo. Chifu amekataa, kisha simu kachukua, mke wake amenitukana sana. Sonia hawezi kubana mimi atibiwe. Sonia atamani nifu, kwa sababu anajua kabisa mimi ndo mkombozi wa chifu <sighs>

Unaongea na malaya wako? Namaanisha mimi sabla, na, ana, yapa, ya nikitoka unakuwa naongea na, na itabidi rudie. Kuanzia leo sitaki mkango wa kupigia simu wala sabra. Nataka simu ambazo zitakuwa zinaingia kwenye simu yako ni simu za ofisini tu, sio simu zingine. Hilo limeisha baby, mimi nafikiri kuna haja ya kuheshimu kauli yako. Huyo mwanamke anatega sana, nikikumbuka mambo yake ya nyuma alikuwa anatufanyia. Usijali kipenzi changu, kitazama kizuri, nakupenda

Sonia, saa saba sasa, mke wangu, nilikuwa naomba tuingie ndani. Unajua mm. Mi nalala naamka nasinzia mimi e, nakusubiri we mke wangu, namna wewe, na ukiangalia mi pia binadamu e, sasa napofikia tu namna wewe huko nje unaangalia TV inanikata. Mamaangu, nilikuwa na naomba tuingie ndani basi sikisiki kulala na wewe. Sonia, hii hali iko vipi? Hem leke sawa. Kila unapofika usiku uje usilale kwa mimi. Unakuja unaangalia TV, unasubiri mimi nimelala na wewe ndio unakuja ndani. Na ukiona mimi nakusubiri wewe unakaa hapa mpaka asubuhi unaenda chumba kingine. Inakuwaje hii? Mbona nimekuwa kama naishi na na, na, na mtu hewa? Tambona mimi ni mwanaume na hisia napokuwa na kutaka yeye chumbani. Ni wajibu wako kuja kunisaidia. Tafsiri yako unakaa hapa ni nini? Siwezi kulala na mwanamume anainuka. No, njisiki. Mbona jitahidi kuwa msafi kesho? Hey! Kwani mpaka nitapike nyongo ndo leo unanuka? Nimekwambia sijisiki kulala nawe kwa sababu una harufu mbaya ambayo siipendi. Najua wewe wawezi kujisikia kwa sababu una harufu fulani yaani, kinanunga si kibebelu, so sio kibebelu, kondoo si kondoo. Yaani una harufu mbaya kiufupi. Kingine tunaoana lini? Sasa Sonia, kama swala kwaoana. Si nikwambie ndo unaipanga mambo yangu. Yaani mimi kukuoa wewe niko tayari hata sasa hivi. Ni suala tu la kusema unataka ndoa siku fulani. Mimi ndio mipango yangu, tuweze kulifanya hilo. Lakini kikubwa ambacho tunatakiwa tukizungumzia sasa hivi ni mimi nimeshafika hatua ambayo siwezi kuvumilia namna wewe mke wangu. Kwa hiyo vumilia harufu yangu, ili mradi uweze kunisaidia. Lakini sasa mimi nakwambia swala la la wewe kuingia ndani unaniambia swala kwa wana. Kwa kuwa lazima nikuoa, ningekosa kutaki, ningekosa kutaki, singekufukuza hapa. Nisikilize kwa makini. Kama unataka mimi na wewe tulale humu ndani, nataka kesho saa nne kamili tufunge ndoa. Sijazaliwa kwa ajili ya kuzini mimi na wewe, umenielewa? Kesho saa nne. Sasa hey, wewe ndugu, majamaa, marafiki wanakuhusu nini? We unaoa ndugu, unaoa marafiki? Tunaoana mimi na wewe, na nisikize kwa makini, shughuli yangu sitaki watu wengi kwenye harusi yangu, nataka watu hawa watatu mimi wewe, pamoja na shehe. Tena naomba aje na vyeti vya kutuhalalisha mimi na yeye, tutakuwa tumeona kisheria. Nadhani umenielewa.

k ni mbona, usiku kuna nini huku kwetu? Sisi ni hatari mno kutembea usiku namna hii, kwa sababu kuna wanyama wakali wa kila aina. Kuna nini zamani Wale? Oh, mkango inazidi kuwa mbaya, anazidi kuumwa, alafu ukizingatia niko peke yangu mimi, kama mtoto wa kike. Niko naomba msaada wako kakaangu. Zamani niko, Zaman, niko chini ya miguu yako, namtee tukamsaidia ya atakufa yule huu dada, Kaka, mbona umetokea kuchukua moyo wangu kiasi hicho Kaka? huu usiku hapa, nena naniona ah, liwalo na liwe dada. Nona shida kuzuia hisia zangu tsamee